Uh, asante. Naomba niongezee pointi nyingine kwenye hofu ya Mungu na maadili. Kuna hili swala tunaliita uaminifu. Uaminifu sio kwenye mahusiano tu, kuna kitu kikubwa sana kipo ndani ya uaminifu kinaitwa kutunza muda. Ni wapongeze Madam Nasa kwenye hilo swala kwamba wamekuwa waaminifu kuwasistiza, kufundisha kuhusu, wanatuhimiza kwamba ukiwa mwaminifu katika kidogo lazima utapata kikubwa kila siku tunafundishwa kuwahi kazini kwa wakati, sio kwa sababu labda hatujui, lakini baadaye tunakuja kuona impact kwamba okay, nikizembea, yani nikipostpone muda au nikachelewa kazini, lazima majukumu yatakuja kupile hapo, kuyatabebana mengi, mimi ndio nitakaye kuwa napata shida. Kwa wadada ambao wapo majumbani, jifunze kuwa mwaminifu wa muda. Kama ni muda wa kuamka amka kwa wakati, fanya majukumu yako, sio kwamba tu inakutengenezea wewe muda wa kupumzika, lakini inakutengenezea muda wa kupata kumlea huyu mtoto. Kama hauna muda, majukumu yamegandana na wewe, kwa sababu tu umechelewa kuamka, ulichelewa kufanya kazi zako kwa wakati. Utapata utapata wapi wapi muda muda wa mtoto, muda wa kumwambia kumwambia huyu huyu mtoto mtoto usifanye hiki? Utapata wapi muda wa kumwambia huyu mtoto kwamba fanya homework kwa wakati, wakati yeye mwenyewe anakuona kwamba eh, eh. Dada mwenyewe hafanyaje, haamki kwa wakati, hafanyi majukumu yake kwa wakati. Unapata wapi muda wa kumkoromea mtoto au kumfundisha mtoto kwamba fanya hiki, wakati wewe mwenyewe unaona unafanyaje, haufanyi? Kwa kitu kingine cha kujifunza hapa ni kutunza muda, kuwa waaminifu kwa muda. Muda sio kwamba utakutengenezea wewe tu muda wa kupumzika au labda kujengea uaminifu, lakini utapata muda wa kukaa na huyu mtoto, kumwasess, kujua mtu huyu anapitia changamoto gani. Kumlea mtu, kumkuza mtu inahitaji muda wa karibu zaidi naye. Asanteni. Ya, asante Katherine, nani dokta hapa, nani anasema sio kumkoromea, kumfundisha. Eh, sasa mimi niongezee ni kitu kimoja ambacho nakizungumza sana kwenye training, kwenye interviews ambayo nafikiri Watanzania wanahitaji sana kusikia hichi kitu kwa sababu nafikiri sisi tumekuwa sugu sugu sugu kwamba mwajili wako anakulipa mshahara kwa mwezi, sindio? Kwa hiyo mwezi una siku ngapi? thelathini au thelathini na moja si ndio? Kwa hiyo katika zile siku thelathini na moja bosi wako masaa mangapi siku moja? kwa sekunde, kwa saa, kwa siku, si ndio? kwa hiyo ule muda ni wa nani? Semeni wadada, muda ni wa nani? Okay, kwa hiyo wewe ukatumia ule muda kufanya mambo yako, unafanya nini? Unafanya nini? Amsemi vizuri, kazungumzia uaminifu. Ukitumia ule muda kufanya mambo yako, unafanya nini? Mwizi, we ni mwizi, hauna tofauti na anayevunja magari, anayeruka ukuta, kwa sababu ule muda sio wa kwako. Ukitaka kutumia kwa mambo yako inabidi upate nini? Ruhusa. Na hiyo sio lazima uo umetoka, hata ukatoka pembeni, unatumia simu, unaongea na simu ishirini thelathini, huo ni wizi. Ule mda siyo wa kwako. Ajira maana yake nimenunua muda wako, unifanyie mambo yangu. Kwa hiyo usipokuwa unatumia mda wangu kufanya mambo yako unaniibia, yaani wewe ni mwizi. Sasa sisi tunafikiri tuna shida sana, sana. Hiyo serikali yetu ipata sana shida, sindio? Mwalimu baada ya kuwa shuleni, yuko mtaani. Wafanyakazi wa serikali baada ya kuwa huko, wako mtaani, wengine wako baa, wako huko wanahangaika. Wafanyabiashara wanajiibia wenyewe, sijui mmenielewa. Maana yeye ajiajiriwa, sindio? Kwao maana yake nini? Maana tunapozungumzia hapa hofu ya Mungu na maadili, msije mkafikiri wewe unafikiri mpaka umuibie bosi wako, sijui gauni sijui uchomoe nini, hapana. Hata kukaa pembeni muda wa kazi, umejificha unatumia simu, unaenda unatumwa sokoni, unapitia kwingine, lisali moja, huo ni wizi. Tunaelewa jamani? Maana nazungumzia sana hapa kwenda kanisani kuomba kufanya nini, lakini dhambi zingine hamzijui, uaminifu. Umeelewa? Na katika wizi mkubwa unaoendelea kwa wadada ni wizi wa simu, yani nyinyi hizo simu zinatendesha, zina, zina dhambi sana muda wa kwenye simu ni changamoto. mwaka tunaendelea bado, mabosi bado wanalalamikia simu, simu, simu. Kwa hiyo uaminifu wa wadada kwenye swala la simu bado ni shida. Bye. Mwakilishi aya, na mimi niwasaidie kidogo hapo. Mfano mzuri sana, Yesu alitoa mfano wa yule we, wale watu wa talanta. Yule aliyepewa talanta moja alinyang'anywa, eh? mm. E, kwa hiyo Mungu amekupa muda na nguvu na akili na sahivi amekuweka kwa bosi wako lakini unapoenda kutumia huo muda kwa mambo yako, hauna tofauti na yule aliyopewa ile talanta moja, kwa sababu yeye hakufanya, hakuzalisha. Unapokaa kwa bosi wako ukafanya majukumu yake yote kwa uaminifu na uadilifu mkubwa, sio tu unatafuta baraka kutoka kwa bosi wako, ila Mungu ambaye anakuona sirini ndiye atakaye kuzidishia, atakuzidisha. Kwa hiyo utatoka hatua uliopo ya hapo kwa bosi wako, utaenda kwenye hatua nyingine lakini wewe utakavyofikiri unamkomoa unasema, nishamaliza kazi zangu au nimeshafanya hivi, unaanza kufanya mambo yako, au ndio wale ruhusa haziishi, kila siku mara kwa nani mara kwa nani. We usidhani unamkomoa bosi wako, kwa sababu mwisho wa siku hiyo utakuwa umekuwa kama vile wa talanta moja ambaye aliitwa mtumwa mjinga, sijui mpumbavu, sijui nani, asiye mwaminifu. Umeona neno la uaminifu, Yesu mwenyewe alitumia neno la uaminifu. Akasema, mnyang'anyeni na hiyo moja eh, mtupe uko eh? Sasa we utachagua. Sisi tumesema mradi wetu tunauendesha kwa divine laws, sheria takatifu za Kimungu, zile ambazo hazihitaji usimamizi wa bosi wako wala kamera ya nyumbani kwake. We mwenyewe kwa nafsi yako uwe unajitafakari, hichi ninachokifanya je, ni haki? Ni sahihi? Sasa ukiona ni sahihi, basi Mungu atakuzidishia Ila kama sio sahihi, acha, kwa sababu wewe ndio unajitengenezea laana na hutapiga hatua yoyote. Hilo ndio nitaka niongeze. Sawa, tunaendelea. Nadhani na mimi niongeze kitu kwenye kutoka kwenye pointi ya Catherine ameongelea swala la malezi ya watoto yanahitaji muda mm, kwenye namna ya, ku, ya kupanga ratiba na kuweka vipaumbele. Hicho ni kitu kingine ambacho huwa kinawasumbua sana wadada kwa mfano kuna bosi mwingine anasema, dada anajitahidi kufanya, sio kwamba afanye majukumu yake, lakini inafika muda wa chai, chai bado chai inanywa saa tano, saa sita, chakula cha mchana kinaliwa saa kumi, saa kumi na moja umepika, lakini watu wanakula saa kumi na moja. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba sio sio issue tena, inakuwa sio tu kufanya kazi, lakini lazima ujue umejipangia ratiba yako gani, lakini pia una vipaumbele vipi. Kwa mfano sitegemei dada kwa changamoto yoyote ambayo itajitokeza. Swala la kumpa mtoto chakula kwa wakati, iwe ina sababu yoyote, yani sitegemei sababu yoyote kwenye kumpa mtoto chakula, kwa sababu kwanza ni mdogo, hawezi kusema atajipikia au atafanyaje. Angalau watu wazima wanaweza kusema tutavumilia huo muda utakaonipa chai, basi umeamua mimi nichelewe kula, lakini mtoto ratiba zake ni za kuwekwa vizuri sana. Lakini pia hawa hawa watoto wanahitaji muda wawewe kucheza nao Sio kwamba unakuwa tu uko serious na vyombo na nyumba na nguo, sio na chakula, lakini watoto hauwapi muda. Unatakiwa utengeneze muda wa kucheza nao watoto, wa kuzungumza nao, kwa sababu wewe ndio unawatengeneza. Inawezekana kabisa unasema unaenda kwenye nyumba unakutana na watoto ni wakorofi, wakorofi, lakini wewe ndio wakwenda sasa kubadilisha huyo. Bosi anatafuta solution ya shida yake, shida yake ni watoto wake wamekuwa labda na maadili mabaya wewe dada, unalipwa ili utengeneze mabadiliko ya watoto wake kwenye malezi ya watoto. Kwa hiyo ni lazima utengeneze muda, yani hilo ni jukumu, kama jukumu lingine. Sasa labda kama kwa changamoto nyingine, nakoga kwa mabosi, anakwambia mimi dada ana kazi anakaa tu na mtoto, sio, yani kama vile na nyoyo mabosi, anakuwa ile awareness kidogo, ni changamoto. Anadhani kwamba dada akikaa na mtoto anapoteza muda. Kwa hiyo hii ni kwa wote, lazima dada uweke ratiba na umuonyeshe bosi wako umuhimu wa wewe kutengeneza muda wa kukaa na mtoto. Kwa sababu ukikaa naye ndo utajua. Unajua kuna watoto wengine unakutana na vitabia vingine anajifunza hata shuleni. Hata mamake ajui. Lakini wewe utakapompa muda ule mtoto ukamfanya kuwa karibu yako ukamfanya kuwa rafiki, ataanza kukuambia kwamba hata kama kuna kitu kakifanya au utagundua tu ana vitabia vyake ambavyo ni vya siri hata mzazi wake hawezi kuvijua. Lakini wewe ambaye unahusika kwenye malezi ya mtoto, umetengeneza muda, umetengeneza ratiba, umejipa nafasi ya kumjua vizuri huyo mtoto inakusaidia kwa kushirikiana na wazazi wake Mnamtengeneza au mnambadilisha mtoto ambaye pengine alikuwa ameanza kuharibikiwa, tunaelewana eh? Eh, kwa hiyo pointi yangu ni hapo kwenye muda na watoto. Watoto wanakosa muda, yaani wazazi wako bize, alafu wanampata dada na yeye ambaye yuko bize kwenye kuosha vyombo na kudeki, yaani ni changamoto kubwa sana. Mtoto mwingine unajikuta kwamba anajitengenezea hali ya kutokujiamini siku zote yeye unasema tu mtoto wangu ni mpole a, uh, hanini. Kumbe kuna namna hata anapitia tocha fulani, hata shuleni, ile hana wa kumwambia, hana wa kumwelezea jinsi gani anajisikia, inamtengeneza baadaye. Huyu mtoto anakosa kabisa confidence, na amna kitu kibaya kama mtoto anayekua anakuwa mtu mzima ambaye hana confidence hizi, hata kujielezea. Huyo mtu ni ngumu sana, hata kusema atajiendeleza kiuchumi popote, kwa sababu hata namna yeye kuwasiliana na watu ni changamoto, ni tatizo. Kumbe hiyo tatizo alianzia akiwa na miaka ishirini, ni tatizo ambalo alilipata akiwa na miaka mitatu, akiwa na miaka minne, akiwa na mwaka likaendelea kukua taratibu, kwa kukosa attention, kukosa muda. Sasa je, ni nani tukirudi pale, ni nani ambaye ana jukumu kubwa lenye kwa malezi ya watoto kwa sasa hivi? Ni dada wa kazi, kwa sababu wazazi wako bize. Kwa miaka nyuma ilikuwa wanawake wako nyumbani, wanalea watoto, lakini kwa sasa hivi wanawake ni wapambanaji, ni watafutaji, wako huko, maisha yamebadilika. Kwa hiyo wadada, mnahusika sana kwa kiasi kikubwa sana kwenye malezi ya watoto, na wewe ndo wa kumwambia mzazi wake kwamba sasa hapa, madam, naona mtoto amekuwa na tabia hii na hii. Hebu tujaribu kuwapigia kule shuleni tuwaambie kwamba kuna shida gani, mbona mtoto anabadilika? Kwa sababu kwa hapa nyumbani sisi tunajitahidi kumfundisha malezi bora. Kwa hiyo unaona kabisa mzazi anaona kwamba eh, yani huyu mtu sio tu kwamba yupo hapa kunioshea vyombo, lakini yupo anaangalia mpaka maadili ya mtoto wangu. Well -being ya mtoto wangu kwenye akili yake, kwenye spiritual, nini ya, status yake ipo vipi? Afya yake ipo vipi? Tunaelewana? Ni lazima upay attention kwa mtoto, lazima umpe muda. Kama ni mtoto mdogo mchanga, ili ujue hata kama ana mabadiliko fulani, amepata homa au amepata nini, lazima uwe umekaa naye ili ujue kwamba mbona hili joto sio la kawaida. Lakini kama haukai naye haumshiki au umpi attention, hata kama baadaye mamake anarudi anakuta mtoto alipatwa na homa iliyopitiliza kumbe ungeweza wewe kujua mapema kwa kutenga muda wako wa kukaa na mtoto na kujua mtoto anaendelea vipi. Tunaelewana vizuri wadada eh? Eh, kwa hiyo tengeneza ratiba zako. Usafi wako na nini asubuhi umemaliza ni muda wa mtoto unakaa na mtoto. Kama anaenda shule basi hapo katikati utaweka mambo yako vizuri akitoka tu shuleni upo nao. Tunaelewana eh? Yeah, nataka niwaambie tu kwenye mwongozo wetu pia hilo tumewasaidia. Wale ambao watakuwa tayari kupata mtajua namna ya kutengeneza ratiba zenu nzuri namna ya kuwasaidia watoto, namna ya kuweza kuwa nao karibu na kuweza kujua tabia zao yote. Tumewawekea vitu vyote mabosi wanavyohitaji, ambavyo ndio pesa zenu nyie. Mnataka hela, lakini upate hela, kaa chini, ujue bosi wako anataka nini, alafu ufanye vile anavyovitaka, hela zitakuja. Msitafute hela, tafuteni matatizo ya watu. Kwa sisi hapa, matatizo tunayoyatafuta ni ya mabosi. Kwa hiyo, sisi uzuri mna, mna, viongozi mna wadada senta tayari, sisi tunajua matatizo ya mabosi na tena unapewa bosi ambaye unaambiwa shida zake ni zipi, kwa sababu unapewa majukumu yako. Sisi tayari tumeshakufanyia asilimia tisini na tisa. Kwa hiyo wewe ni kwenda tu sasa kuteleza. Sawa, jamani.